Nawaasa kila mmoja wenu kutumia mafunzo haya kama fursa ya kujifunza pia. Ni matumaini yangu kuwa mafunzo haya yatawasaidia kuelewa vyema fursa inayopatikana kwenye ununuzi wa umma kupitia makundi maalum na kuelewa vyema namna ya kuunda makundi maalum. Kama yote atakayoelekezwa yakifuatiliwa ya kwa kina, tutakuwa tumesaidia serikali katika jukumu lake kubwa la kuwasaidia wananchi kupunguza umasikini wa na kujiongezea kipato halali, pia kukuza uwezo wa mitaji na biashara kwa ujumla. Hili ni lengo la serikali kwa ajili ya kuinua kipato cha watu wa chini na walengwa hao, ndio wapo katika makundi hayo manne ambayo tumeyataja. Hivyo basi, katika mkoa wa Njombe tumekuja kuonana na maafisa maendeleo wa jamii ili kuwawezesha waweze kwenda kuyaibua ya makundi maalumu katika kata zao na kuwasajili. Na mwisho wa siku ni agizo la serikali, kila halimashauri angalau iweze kuwasajili vikundi mia moja, na hivyo lengo la serikali ambayo imeipanga kwa ajili ya kuhakikisha ya kwamba kufikia mwaka elfu mbili na ishirini na sita na basi tunapomaliza mwaka wa fedha, tuwe na angalau vikundi vipatavyo elfu ishirini vimesajiliwa katika ununuzi wa umma. Hivyo basi ni wito wetu na wito wa serikali ya kwamba kupitia mafunzo haya ambayo tunawezesha maendeleo ya jamii, tunatarajia watakaporudi katika maeneo yao wataweza kuaibua vijana, wakina mama, wazee na watu wenye ulemavu, na hivyo kupata makundi maalum ambayo yatasajiliwa katika mfumo wetu wa ununuzi wa umma, yaani Nesti, na kuweza kunufaika na zabuni ambazo zinatolewa na serikali. Tunashukuru kwa hii elimu tuliyoipata, tutaenda kuifanyia kazi, ikiwemo kuweka katika mpango wa manunuzi katika bajeti zetu za mwaka, ili kuwanufaisha wale makundi maalum wakiwemo vijana kama nilivyokuwa nimewataja, ili waweze kunufaika na asilimia thelathini ya mpango wa manunuzi katika hela ambazo zinatolewa na serikali kuu pamoja na, pamoja na vyanzo vya vian, mapato ya ndani na uhakika. Baada ya hii semina, kutakuwa na mabadiliko makubwa sana katika hilo eneo, kwa sababu mwanzo kulikuwa kuna kusuasua sana, kwa sababu ya uelewa mdogo wa namna ya ku ya kujisajili ya, ya hivi vikundi, lakini pia wataalamu wenyewe wanaochakata hii mchakato pia walikuwa na uelewa mdogo, lakini baada ya hii semina na imani, tumepata knowledge kubwa na tutakwenda kuapply kuhakikisha kuanzia kwenye hii Desemba, basi tutakuwa na makundi ya kutosha ambayo tutakuwa tumesajili kwenye mfumo na waweze kuanza kuomba hizi zabuni na kutumia hizi fursa ambazo zinapatikana kupitia NEST.